Wakati rais na wewe tulikuwa tunaomba kura, kuna kitu tulikuwa tunaita bottom up, kuinua mama mboga kutoka chini mpaka juu, kutoa mama mboga chini tumweke juu, kutoa boda boda chini kuweka juu, si ndio? Sasa wakati tumeanza kupea huyu mama mboga pesa, mama mboga alikuwa na capital ya 2000 tunamuongeza 8000 anafikisha 10000 Kwani hawa majamaa walikuwa wanafikiria bottom up itafanywa na namna gani? Alo <laughs> walikuwa wanaona bottom up itafanywa aje? Sivo ndio inafanyangwa kama huko, na capital ya 2000 na kuongezea elufu nane unapata capital ya kama. Kijana alikopa pikipiki ya mkopo huko kwetu, na amebakisha elufu kumi na pikipiki anataka kwenda, anapewa elufu kumi, Analipa, anachukua logbook na pikipiki inakuwa yake, sio ndio? Bottom up na hiyo ndio Ruto anafanya, ama sio? Hiyo hiyo ndio kidigi anafanya, ama sio? Hiyo waendelee kufanya, waendelee kufanya Andele. Jango, jambo langu la pili hapa, kuna urongo iko mahali Hello. hapa kuna